Unaitwa SalesHub, ni mfumo mfumo ambao unaweza kusaidia wafanya biashara wenye maduka jinsi, kuwawezesha jinsi ya kuweza uh, ku manage stock inventory ku manage matumizi, mauzo, manunuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mfumo wetu unaitwa SalesHub. Ukifungua unakutana na dashboard kama inavyoonekana. Kunasema mauzo, discount, matumizi, manunuzi, uh, lakini pia itakuonesha bidhaa zilizoisha kama ambavyo tunaona hapo, friji hizo zimeisha, zinazokaribia ku expire, tuna panadol inakaribia ku expire. Kama kuna bidhaa ambazo oh, zinakaribia kuisha pia itakuonesha, lakini pia kama kuna bidhaa zilizo expire pia itakuonyesha kwenye mfumo huu, so kitu cha mwanzo ambacho natakiwa ukijiunga kwenye huu mfumo ingie kwenye sehemu ya stock, utakuta stock yako iko empty kabisa. Utabonyeza sehemu ambayo sajili bidhaa mpya, utaingiza bidhaa yako hapo, jina la bidhaa, utachagua unit, supplier sio lazima kwa sasa. Utaweka idadi zilizopo zilizopo dukani, labda ishirini, utaweka bei ya rejareja, bei ya jumla, utaweka bei ulionunulia. Uh, utaweka pia kwa mfano let's say, madaftari yako kumi na mbili kwenye dozen moja, utaandika hapo 12. Kama unauza pia kwa moja moja, ikiwa daftari hizo unaweza kuzikwa 12 na unaweza kwa moja, ndio utaandika. Kama hakuna chochote kitu ambacho unauza hivyo, utaacha tu. Expedite kama ipo utaweka, kama hakuna unaacha ah. Uh, utabonyeza save ili kuweza kusave hiyo item yako. Kwa hiyo kitu cha kwanza ukiingia kwenye mfumo Utasajili bidhaa zako zote. Baada ya hapo, bidhaa zako utakuja kuzikuta kwenye sehemu ya stoki. Kama hivi, utazikuta bidhaa zako zote, itaonyesha thamani, itaonyesha idadi ya bidhaa zilizopo. Unaweza ukaangalia dead stock, ni zile bidhaa ambazo hazijai kuuzwa tokea duka lifunguliwe, bidhaa zilizoisha, itakuonesha zinazokaribia kuexpire miezi mitatu kabla, ambazo zimezidi kiwango ni maximum stoki lakini pia ukitaka kuona zaidi unaweza kubonyeza hapa sehemu ambayo imeandikwa onyesha funga, itakuonesha zaidi maelekezo ya hiyo bidhaa, bei ya jumla, bei rejareja, imenunuliwa lini, itakuonesha hapo hapo. Kuna sehemu ya ripoti, ambayo hapa utaweza kuona ripoti zako zote. Aa, unaweza ukaona ripoti ya kuanzia tarehe yako unaotaka. Nataka tarehe moja mpaka tarehe kum, tarehe thelathini na moja mwezi wa kumi na mbili itakuonyesha ripoti yako yote, mauzo itakuonyesha manunuzi, matumizi itakuonyesha pia gross profit, makisio ya faida itakuonyesha pia kwenye grafu manunuzi yote, matumizi yote, itakuonesha pia aina ya matumizi ambayo umefanya kwa kipindi hicho ulichochagua. Hali ya stoki takuonesha pia bidhaa zinazouzika sana ili uweze kujua bidhaa gani uilete zaidi. Lakini pia kwa hapa kuna kipengele cha settings, hiki hapa ndio utaweza kuweka kuongeza mtumiaji. Unaweza ukabonyeza sehemu ya kuongeza mtumiaji, ukaandika uka jina la mtumiaji mpya, jina lake kamili, ukampa cheo, ni mmiliki manager, muuzaji au mhasibu. Email yake sio lazima. Unaweza kaweka namba simu, password utamtengezea, anaweza kubadilisha password, password mwenyewe, lakini kuna kipengele, kipengele ambayo imeandikwa save kwa ajili ya kusave taarifa hizo. Uh, unaweza pia ukabadilisha taarifa za ofisi yako, namba yako ya simu, namba ya ofisi ya simu. Unaweza ukaweka logo ya, ya ofisi yako. Hii logo inasaidia kwa wale ambao wanatengeza invoice au delivery note, tutaziona baadaye. Hapo utaweka taarifa zako tini na nini kwa ajili ya kutengeza hizi taarifa, ni kwa ajili ya kutengeza kwenye invoice yako mwonekano wa risiti na upatikanaji wa mzigo wako ili kuweza kurahisisha wakati wa system inapofanya maximum stock and minimum stock. Hii system inaweza ikakutengenezea wewe unatakiwa uwe na bidhaa ngapi dukani na uwe na uwe na bidhaa zisipungue ngapi na zisizidi ngapi? Zikizidi sana inakuwa ni maximum stock. So hiyo ni overview ya Hizi batani ambazo ziko hapa kwa ufupi kabisa. uh, na ukija kwenye sehemu ya stock hii inaweza kukuonesha trend. Kwa mfano, let's say nataka kuangalia hardboard ya sasa hivi ziko mia na arobaini. Nataka kuona trend yake ilikuwaje. Kwa hiyo itakuonesha hapa hardboard mwanzoni zilikuwa sabini na saba zikauzwa tatu na aliouza huyo ambaye kama anavyoonekana hapo, naonekana huyo Rashid aliuza tatu zikabaki sabini na sita akauza moja zikabaki sabini na nne lakini zikaenda mpaka zikawa 60 60. Ukafanya adjustment. Adjustment ni kuongeza bidhaa ama kupunguza. Hii adjustment ilikuwa ni negative ya kupunguza, kabaki moja, lakini ukafanyika adjustment nyingine ya kuongeza mzigo. Na kama una uzaji tofauti tofauti hapa, kila muuzaji atakuja na jina lake. Kwa hiyo utaweza kuona bidhaa kwa sasa ziko mia na arobaini, na tarehe zote zinaonesha toke bidhaa zimeingia, yani unapata full history ya kila mfumo una vitu vingi, lakini for sake of the time tutapitia kwa juu, juu tu haraka haraka. So, kuna vipengele vingine viko huku ambavyo ni invoice, mfumo huu unawezesha kutengeza invoice, unaweza kutengeza proforma, sales invoice au tax invoice. Unaweza pia ukatengeza delivery note kupitia mfumo huu huu, kwa wale ambao wanatengeza delivery note unaweza kutengeza pia kwenye mfumo huu lakini hapa kuna kipengele cha wateja. Wale wateja ambao unafanya nao biashara mara kwa mara, unaweza ukaingiza taarifa zao hapo. Kuna kipengele cha cha matumizi. Ukiwa umetumia matumizi ya dukani utaingiza hapo, utachagua ni matumizi ya aina gani au utaingiza kama ambavyo inaonekana hapo, utaweka maelezo, utaweka kiasi kilichotumika na tarehe. Baada ya hapo kuna kipengele cha manunuzi. Ukinunua mzigo kwa supplier, utachagua supplier au supplier, tutaona kipengele kinachofuata ndio unaedit supplier. Utachagua aina ya supplier, kiwango ambacho umelipa, kama umelipa chote sawa. Kama kuna deni unadaiwa unaweka pia. Kuna hapa kipengele cha supplier, hapa ndio tunasajili masupplier. Unabonyeza sajili supplier mpya, utaweka supplier anwani yake na namba yake ya simu. Kuna kipengele cha kupokea bidhaa hii. Kwa mfano bidhaa ambayo tayari iko dukani umeongeza bidhaa utakuja, utakuja hapo utachagua aina ya bidhaa ambayo umeongeza, utasema labda zimekuja tatu, utasave. Lakini kwa mfano bidhaa imeharibika, unaitoa pia kwenye mfumo, utachagua sababu ya kutoa, utakuwa umeitoa kwenye mfumo aa. Kuna kipengele cha ripoti. Kipengele hiki cha ripoti utaweza kuona ripoti ya matumizi yote. Utaweza kuona ripoti ya manunuzi yote. Utaweza kuona ripoti ya, ya mauzo itaweza kukuonesha item kumi bora kwa mauzo. Hizo hapo, hizo ndo item zetu kumi bora hizi kwa, kwa, kwa, ni kwa idadi ambazo zimeuzika sana, ni hardboard. Lakini ukitaka kuona kwa mauzo, unaweza kuziona item kumi ambazo haziuziki sana kwa mauzo, item kumi ambazo zinauzika sana kwa idadi naweza kakuonyesha system. Lakini pia uzuri wa system hii, data zote unaweza ku export kwenye Excel. Ukibonyeza kipengele hiki ambacho kimeandikwa kama graph hapo, unaweza ukatoa pia data zako zikaenda kwenye Excel. Una kipengele cha mauzo cha pili, ripoti ya mauzo itakuonesha jumla mauzo yako yote, nani aliuza. Utaweza kuchagua uh, uh, nani aliuza, labda unataka kuona, kuona matumizi yako mauzo yako ya, ambayo anafanya mfanyakazi wako x, utachagua itakuonesha. Kwa mfano, let's say sisi tuangalie abc kafanya mauzo gani. Inaweza kukuonesha aina ya malipo pia inakuonesha. So kuna kipengele kingine ambacho ni ripoti ya invoice. inakuonesha invoice zako zote ambazo umezitoa ume na kiwango kilicholipwa, ambacho bado hakijalipwa. Kuna kipengele cha report ya usafirishaji, hakuna data. Tukifilter kuanzia mwezi Novemba, tutapata data za invoice zote ambazo zimetolewa. Kuna kipengele kingine ni ripoti fupi, itakuonesha mtaji wako. System yenyewe itakusaidia kukalkulate na mtaji gani Mauzo yako ni mangapi, mauzo ya jumla, mauzo, mauz, mauzo yako, matumizi na faida kwa, unaweza ukaona huko faida yako ambayo utakuwa umepata, lakini pia itakupa faida ya jumla, na unaweza ukafilter kuanzia mwezi, mwaka, unaweza ukaona utataka kwa mwaka mzima upata faida shilingi ngapi. Aa, kuna kipengele ambacho ni muhimu sana nilikisahau mwanzoni, kuna kipengele cha sales Ukija hapa kwenye sales hapa hii, ndi sehemu ambayo hii ndio na unacheza nayo sana. Kwa mfano mteja amekuja dukani, utachagua jina la bidhaa anataka, zilikuwa mia na arobaini, anataka ngapi mteja? Anataka mbili. Kama kuna discount utampa. Labda anataka na simenti. Utaandika tu, ukianza kuandika inatokea, ishirini na mbili, anataka moja, tunampa discount elfu moja kwa hapo itakuletea jumla yote ni elfu arobaini na mbili. Hardboard mbili kwa kwa elfu kumi na mbili na mia tano na kwa elfu ishirini na tano na discount yake ambayo umetoa hapo. Kada hapo utabonyeza sehemu ya kamilisha mauzo. Lakini pia system inakuruhusu unaweza kuchagua bei ya jumla au ya reja reja kulingana na bei ambayo ume, umeweka lakini pia unaweza ukachagua aina ya malipo ambayo yametumika kama nilipa namba ni nini? Zote zipo Mpesa, mix bayasi, zote zipo. Baada ya hapo, utasema kamilisha mauzo, tayari tumeshauza. Ukija sema mauzo, tayari unaweza ukaona elfu arobaini na mbili kama utataka kumprintia receipt yake ya kawaida, lakini hii sio ile ya TRA inayokuwa ni kama cash register. Utamprintia, utaona sehemu hiyo ya receipt, utamprintia lakini kama utakuwa umekosea mauzo unaweza ukabonyeza hiyo delete ukafuta mauzo hayo. Uh, sales order item have been deleted stock updated. kwa tukija kwenye dashboard yetu tunaweza tukaona hapo. Kwa hiyo system pia ina sehemu, kama utakuwa umekwama, unaweza ukabonyeza sehemu imeandikwa mwongozo, itaweza kukuelekeza kila kipengele, kipengele hichi ni kwa ajili ya nini, kipengele hichi ni kwa ajili ya nini. Lakini kama utakuwa ume unahitaji msaada pia unaiza ama umekwama, kuna sehemu unataka kujua zaidi, utabonyeza kipengele kilichoandikwa msaada, basi uta, utaweza kuongea na mhudumu ama utaweza kuchati naye. Kwa hiyo ndio kwa ufupi kuhusu system hii ya SalesHub.